Onawanaitwa michepuko, usifikiri walifanya kazi rahisi kumpata mume wako. What position na najiihen kwa mwanaume ya ambaye tayari atavurugwa, alafu mwanaume stable kiuchumi, una hela, kimwangalia binti namna inakuja, eti umekohoa heti kwa tu ile kubanja. <coughs> Oh, pole sana, ujaumia koo, yani niumia koo, kubanja wewe nyumbani mme akikoa ee, mtatuambukiza mafua. Kwa akili ya kawaida jamani, mwenzio akikoa anapewa pole. Wewe ukikoa unaona kama mtaambukizwa mafua. Huyu mume anafanyaje hapo? Alafu wewe mwanamke unasema atawaambukiza mafua. Ndio yule mwanamke ambaye anasubiri kuomba kila kitu, tunaomba hela ya tunaomba hela ya tunaomba hela ya tunaomba hela ya hapo, tunaomba hela hapo, mwambie atawaambukiza mafua ndio maana angalau, uh, kwenye tukio la leo tufundishane kwamba wanawake, anzeni kujishughulisha. Chances ziko za kutosha za nyinyi kuaminiwa. Kwanza serikali imetenga hadi mikopo kwa kiwango kikubwa sana kwa ajili ya wanawake, ili nyinyi mfanikishwe kuwa na uchumi ulio stable. Bwana Yesu asifiwe. Lakini usipoamua kuwa mfanyabiashara, usipoamua kutafuta hela fresh, atakayeteseka ni nani? Ni wewe. Bwana Yesu ai, wewe ndio utakayeteseka. Kwa nini? Kwa sababu itabidi uishi maisha yasiyo yako. Mimi niwaambie, kuna wadada waogopi ogopi tait. Nimefurahi kuona mtumishi wa Mungu yuko bado. Muulizeni mchungaji na naweza mchungaji asiseme kwa sababu labda yuko na mama mchungaji basi. Lakini basi ukipita Tunduma ile uko peke yako tu, uko mama mchungaji umemwacha anaongoza <laughs> ibada. Hautaki ni salimiwe. <laughs> Unajua kuna jicho dada akikusalimia, unajua huyo anasubiri leo. <laughs> Umasanja jamani, sijakuona siku hizi. Hmm. Si na mwangalia, unasema ndio, kuna ile ya ushabiki kwamba ni shabiki yangu, alafu kuna ile unanipenda. Kupenda sio dhambi, unanielewa, lakini kupenda kutamani, unampenda mtu mpaka unamtamani. Lengo lenu mtufanyishe dhambi. Na mimi kama nimekuja huku, wife ameuliza unaenda kwenye nini? Nikasema kwenye gala, naogopa kusema wimbe, ni gala. Naenda kwenye gala. gala ndio nini nikasema ni gala ya Songwe. Aakuweka neno imeni kwanza nasema ni gala ya Songwe. Gala ya Songwe inafanya nini? Nambia mbezi. Basi nikume namba ya mwenyekiti na na naye na, na, uh, uh, uh, uh, kwa sababu yani ni wamenitania unaenda kuongeana unakuta kumalizia. Kwa nini unajaribu kupichapicha neno? Sio kwamba aniamini ananiamini, ila tu kibinadamu, unajua kibinadamu, unaona kamwangalie mdada kama huyo. Unaona, mdada kama huyu ukimwangalia tu unajua mdada ni mrembo, si unaelewa? Alafu anajua kujiposition mdada. Hata wakati wa kula, unakulaje nyama eh? unakulaje nyama za ukumbini, watu wanakuona uko live kwenye makamera nchi naona, angalia mko live, if wamekuwekea tu stick, tafuta kipande ambacho ni size ya mdomo wako. Unajijua wewe, baba umechukua linyama linafuka uko live pale, na labda bado hujaolewa. Mtu akiangalia anasema kama ukumbini tu anakula hivi, nyumbani nyumbani huyo anakulaje? Unakunywaje juisi? Leo kuna kuna juisi hizi za box, dada, unakunywa juisi mpaka unaminya, unaminya box unadudumisha. Aiyesikuwa hivo wewe, lazima ufanye kazi upate hela. Kuna kitu cha uchumi kinachosumbua kwenye maisha yako, Bwana Yesu asifiwe. Kitu kingine umalizaji wa sahani ya nyama mapema kuliko wenzetu. Hizi nyama zimeletwa kwa wakati mmoja. Hebu naomba ebu naomba wote tuangalie hii meza, shika na hicho cha chini, shika na hicho cha chini, yaani meza hii washakausha, hamna kitu, sema empty. Sasa nilitaka niseme nini kwa wanaomaliza mapema, wamama wote wanaomaliza msosi mapema, maana yake wako stable kiuchumi, wanajiamini. Yani nyama ikija wanaipiga nje na nyingine, wanauhakika ikiisha, wanaweza kutoa oda. Sasa hiyo ni pati wani, pati tu hiyo ya kumaliza mapema nyama pati tu, ya ni kitu adimu mpaka mtu aumwe. Hiyo ni pati tu, lakini ni mbaki na ile pati wazi. Bwana Yesu asifiwe. Nawe bro unayesimamia mambo ya nyama, kaka mkuu, bro, kumbuka na mimi mtu a ukafanya mashambulizi ya Afrika. Unaona mi tayari nimeonja tu kimoja tu pale kwa sasa, nikumbuke ndugu yangu. Yaata mmetoka da hamna ya anyama krisma upya ametoka Marekani nini? Da kaka katoka USA, a hajafika hata home. Itakua mi nimetoka da kaka, kisa tumetoka da. Wewe uwezi kuwa na njaa ya umetoka da. Nawambia wewe umetoka Marekani

Si dada mzuri. Halafu mimi nachopendaga eh, wadada eh, wasongwe akiwa mzuri, kwanza anajijua. Aka, ametuka dref, akasema nikiziweka zote kwa nyuma zinapunguza swaga, nazimwambia zingine. Ee, umeona yuko hapo. Sasa wewe dada ni mzuri na Mungu amekubariki kila kitu kazolo, kitu hiki kimoja unajua nini, hauna namba yangu ni amini, unajua mada yangu mimi ilikuwa nije niongelee uchumi, niongelea uchumi ugani. <laughs> watu watu wa Songwe wote mko vizuri, wote mna ma smartphone hamna za mtu wana kitoji, wote mko vizuri. Nitaanza piga, so ebu, ebu cheki smartphone. Mama kijacho. Ah, macho matatu. Lipe tatu. Unaona mama kijacho ametulia zake. Yuko na macho matatu na na na hili ni jambo la kupongeza pia wamama. Unamwona kama alivyokaa. Wewe pia unakuwa mjamzito mpaka simu inakuwa nzito. Amempatia dada. Anasema ni shie. Ni msikili huyu dogo anasema aje hapo. Niliposema sababu na kasi ni macho matatu. Aje vizuri. Sasa fikiria, wamama mama wapoku. Eh, eh, na hii. Uh, una unatarajia una hapo vitu vinakuwa nje. Poa, ah, Dada yuko Instagram <laughs> so, manake ah, na uhakika wa bando Songwe uko vizuri. Anakusema we ndio, nimependa kigauni chako kwa sababu ulivyopiga ukasema, mimi saki mtindo ambao wenzangu wameshona inakuwa inawakaba shingo, ukasema mimi wataniwekea viipe tano, mwarangu napita huku nione mitindo ya hii Dr. Chris Mauki utakuja kufundisha. Mimi naangalia mitindo, angalia kadi ya viga ya u... dada akashona vile vya kimangati vinaning'inia juu pembeni, akasema lazima niwakomeshe kwenye Songwe gala eh, wajue eh, pika fulani hivi. Alafu unaangalia juu, sijui kimeshika wapi, lakini kimekaa dada wa Songwe <laughs> anya penye, penye mimi kupita Niko na dada mkubwa, dada mkubwa yeye akasema, mimi hela ya uniform sina, awaineshe chadini yeye akapiga hesabu akasema, mimi mambo ya sare nimechelewa, lakini kuchelewa kwangu kwa sare haizuii mimi kuja kwenye hapa. Dada mkubwa aomwanam isha sana, umeondoka mwenyewe, yuko hapa kwenye Songwe, Ndugu, jamani huyu dada ana ndugu na jote najua, hajaamua tu kusema, kwa sababu jote tusisimama naye, ananifika hivi anamiika ue, kumbe joti, ndugu yangu dada wako yuko Songwe, uniambie. Kwa taarifa yako nimekutana naye live bila mambo mazuri nani? Eh, yule kasi. Kumbe hizi nani? Hizi sare unaweza kashona kama kiovaloli <laughs> makubwa yaani <laughs> yule dada kashona kiovaloli ila mama atoka na fashion <laughs> you know, <laughs> kiovaloli vitu vizuri. Mimi na bye bye wakati gym nakula ili wakati daktari atakuwa anaongea eh, mimi hapo ndio atakuwa na Jamani, mko salama upande huu? Mko vizuri? Sawa, sema hapa. Tunashukuru kwa kuja Tunduma kwa mara nyingine tena. Tunakumbuka kuna miaka mlikuja, wewe JB, Dr. Chris Mauti pale klasi ya chini, ulikuwepo. Ndio jamani, basi tupige makofi. Mbona mnafata hivi na nyinyi? Sema niwaambie kitu, raha nyingine ya mdada, ukipewa kinywaji unavyokunywa bakiza angalau kidogo <laughs> <Yes. laughs> ikanywa ya nani. Naomba nimjuu bakiza, hata ushahidi hapa, hata daktari akija kutaka kupima kinywaji ulichokunywa kilikuwaje, kuna sampo kama kimeoshwa. Mwanangu, mwanau, tuko vizuri na ah, hawa watu waliochukua tenda kulisha kwenye wegana mko vizuri yani, mko sawa. Timu ya media iko hapa vizuri sana, jamani. Imesema by time, wakati Dr anamalizia msoni, alafu tuje upige soni leo, tutawapa nafasi ya kumuuliza maswali. Dr Chris Mauki, una swali gani la kimahusiano ungetamani kumuuliza Dr Chris Mauki? bombevu mwenye PhD, leo tutawapa hiyo nafasi atafundisha. Tutakuwa na session ya maswali na majibu, na kama una swali unaona aibu kuuliza kwenye mike, tunakupa kikaratasi unaandika. Kuna watu wengine wanaogopa kuulizaaa, ah. kume hizi kuwa ni kimini kinatoka

Nimependa sana mwanangu eh, design ya elanvi yaani kuna wakati unajiuliza kwa nini ulioa mapema <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> jamani jamani hey, um, mnaendeleaje huku mko sawa basi nwini angalau hata siku tukoge selfie na nyinyi mnakaa na simu mwisho yaishe chaji mmekaa huku mwisho weka selfie mwanangu angalau mkirudi um, nyumbani unavyopigwa upigwe na picha hii no. Eh basi eh, shemeji leo tuko eh, na mama ma hapa unaona. Sasa tena naona hiyo ingilei nakuja kote, nakuja kwanza. Mimi na kazi gani ngumu hapo? Dokta Chris ndio anayakufundisha gonga, ana gonga vitu, gonga vitu. Sasa jamani, mkishapiga ile picha yako mnaposti sasa, io unajaza una tu kwenye simu kuposti uposti, na mnaopiga video eh, weka video kwenye Snapchat hivi kidogo. Sasa na ndio kana pana udamu udamu sasa, na pita, na pita Piga, hamna haja ya kuomba, mimi ndiyo nimekuja, unaomba nini? Halafu sasa, kwa taarifa yenu eh, tukitapiga hizi picha, ukirudi nyumbani umeolewa na mume mwenye wivu, kwa nini akusogelee? Oh, alikuwa amepita tu yeye mwenyewe na maneno yake. Kwa nini sasa akusogelee kuliko wanawake wote? Oh, naona kama hii

wakati na tafakari jambo hili usiku wa leo hey. Nikawa nakumbuka ndugu yetu na waumini wake pale kanisani hey. Wana ujenzi hey, hey. Hawa watu wana ujenzi baba askofu ana ujenzi hey. na Ukifuatilia posti zake, kuna wakati amemshukuru rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania kumsapoti kwa shilingi milioni ishirini. Na sisi kama Wanasongwe eh, tukaona leo tuwe na sadaka, ukatupelekee pale kanisani. Sadaka tutakayoitoa leo ukanunue mifuko ya simenti, iendelee kujenga pale hapo. Vipi wenye amani, naomba tupunge mkono namna hiyo. Watujea. Kwa hiyo wa na, na hili wala hatuhitaji fungu la kumi na baba askofu wa kanisa hili la usiku, mimi a msimu wa kidodi hizi tazipeleka moja kwa moja kanisani kama baba kiongozi wa kanisa ile. Kwa hiyo niombe tafadhali, mwenyekiti, katibu, mwasibu, naomba tuwe hapa, tawaongoza kina mama hawa watu wa dini zote, makabila yote kwa ajili ya kumsapoti baba mchungaji hey. Katika kipengele cha shika kipengele cha shika

Ni alikwe huku ni kahaia na dada, unakumbuka? Baada ya kusema hivi, unakumbuka, nikasema ile inatoa moshi, unakumbuka? Moja moja ya changamoto nakutangana nayo watu wengi wanafikiri masaji amezaliwa da Ubaruku, ubaruku tena, ubaruku. Namshukuru Mungu kwa sababu pale ubaruku nilipozaliwa babangu hata kiwanja alichonunua kilikuwa naile viwanja vya di bei rahisi, utacoka viwanja ya bei rahisi. Ukitaka kujua kiwanja ni cha bei rahisi, utaona kiko jirani na makaburi. Sisi kiwanja chetu kiko jirani na makaburi chakule ubaruku. Kwa hiyo najua mshua alinunua cha bei rahisi, alafu sasa

siku hiyo nikaenda ikaendaana kwenye video kufika kwenye video pale kwenye ukumbi tulikuwa tunaingia kwenye ile movie kama saa saa tatu usiku inaisha saa nne. Tukakutana ndio hii bro, wewe bro, utaishi maisha marefu sana, Mungu akubariki sana. Wekakaae ya kumwambia mwenyekiti huyu bro, bro, huyu mke wako yuko, pigeni makofi huyu na mke wake. Hii bro

wenzangu wanakaa jirani na ukumbi, mimi, msisahau nimesema, nakaa wapi? Makaburini. Na sasa sio tu makaburini, okay. Yani unayapita makaburi ndio inafuatia nyumba yetu, na huu ndio kwenye ukumbi wa video MC. Ile siku siji kusahau maisha yote. Siku hizi watu ndio waogopi makaburi, zamani makaburini panaogopesha. Palikuwa na daraja hivi, unavuka daraja unakuja makaburi, ndio nyumba yetu ya kwanza pale. Nikaondoka nikafika darajani nikasimama nikatulia nikacheki. Unajua saa saba usiku umetulia, saa ni saa saba ume kimya. Alafu nikasema wa utulivu, hacha nipiti. Nikaenda nikaenda nikaenda, ukishuka daraja unaanza makaburi. Nimeenda makaburi, nimeenda niko katikati ya makaburi, nasikia nyuma hatua Hi. Yaani, ukitembea unasikia nyuma, si unaelewa, ni makaburi, utageuka? Nikatulia kwanza. Nimetulia, hatua zikatulia, nikasema nitembee mimi na zenyee. Sasa pale ndio kuna zile nyimbo zinakuja zenyewe, Baba mikononi mwako naiweka roho yangu Halafu nilikuwa napoteza, maisha ni magumu, navaa chachacha na cha chachacha chacha. kuna viatu an vilikuwa vinaitwa chachacha kwa ii chacha. Nilichofanya wakati nimetumia ile bila kugeuka, nyumba cha kwanza nikavua chachacha kwa utulivu, nikakanyaga chachacha ikatoka, na huo chachacha ikatoka, na mkumbuke hizo chachacha alizinunua mzee, sio? unakuwa unaziacha uraziaji na tafuta namna ya kuinama. Nacho inama nikasema nitumie nafasi hii kuchungulia hilo pepo linalotaka kuninyonya damu ile, na nageuka naona katikati pale ee, kwenye makaburi na chenyewe kinafanya kama vile kinainama. Wapendwa, nikisimulia leo, tuko kwenye wime ni gala unaweza usiogope, ni katikati ya makaburi. Sasa nimeinama na chenyewe kikainama, nikachukua chocho zangu mbili nikainduka kuangalia na chenyewe kinainuka. Nikajua leo ni siku yangu ya kufa, lakini mimi kuna kitu nasemaga, hata kama nakufa bora nizie mbele kwa mbele, sio hapo. Alafu nikajihesabia moja ya ile nafika sasa Nika... ile nakimbia nakimbia naona mae. na chenyewe kimeniungia. Sasa sisi nyumba yetu ni ya kwanza kutoka makaburini na ni usiku, utaenda uanze kugonga mlango kwani? Nikafika, sijaingia ndani, alikuwa na kihenge hivi cha kuwekea mahindi, nikaenda kwa kihenge, nikasikia huyo mtu alikiia naka hadi jina, nachungulia hivi muona ni jirani yetu mwingine nyumba ya mbele kule, anaitwa Mwalemilwe. Sasa anatomwangalizuuu mwna, nikasema Mwalemilwe, akasema ee eh, hey, wajuu ajili kwaui hasa, kwa nini unanitisha? Akasema sio nakutisha, mi mwenyewe nilipofika mbele makaburi, nikawa natafuta mtu wa kuongozana naye, nilivyoona hapana mtu alafu mbele kuna mtu

Na kama taki, sema mataki. Alafu nikijiangalia kile kilicho, nasema kama sio Mungu aliyekuwa upande wangu. Bwana Yesu Kristo, nikutie moyo mwana wa Mungu, bado Mungu hajamalizana na wewe. Yani, ukijua hivyo hautasumbuliwa kichwa na mtu wa mama mkijua